Wakizungumzia kazi ya hiyo, wasafiri watumiao barabara hiyo pamoja na wananchi wa eneo hilo wameiomba serikali kuona namna ya kutengenezwa daraja la kudumu. tumepita jana kupeleka msiba leo tunarudi na gari ya kukodi milioni moja na nusu kutokana na changamoto za barabara. Tunafika hapa tena tumeona daraja ndio limekatika, rote haifai kupita, inabidi tuingie tena kwenye gharama kuvushwa shilingi 3000, elfu tatu. Ukiangalia toke familia na nauli tumeshalipa, kweli kama unavyojua kukodi, umekodi gari ya msuku. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali tuangalie jicho la pili. Kwa kweli watu wa wilaya ya Malinyi bado sana hatujaonekana katika serikali. Haya ndio maoni yangu. nawaza, na wapi nawazanali naowapi na ile haiwezi kupita kuugisha tena kule ni mpaka sasa, toka tumefika kutoka asubuhi mishara saa 4 mpaka sasa tujatoka na kuvuka kwa gharama yake, na mtoto kama hivyo anakubebea na mwenyewe ni shilingi elfu tatu, pikipiki tu kuvusha shilingi 5000, na mara nyingi watu tunaomba kuvuka, si kusema tunaenda kwa ku starehe kwenye matatizo pengine hospitali pengine mtu labda kuna msiba, naomba serikali tusaidie hapo, tujengee barabara yaani daraja la kudumu. Miongoni mwa waabiria walioko hapa maeneo ya Ilagua, barabara imekatika kufuatia mvua kubwa iliyoanza kunyesha kwenye majira ya saa tatu usiku wa kuamkia leo. Mvua hii imenyesha mpaka asubuhi saa moja na ikasababisha ili daraja kukatika, na mpaka sasa hapa kuna watu wanateseka sana. Hata hivyo hivi karibuni Waziri wa Ujenzi Mheshimiwa Abdalla Ulega akiwa wilayani Malinyi ameeleza serikali kutatua changamoto hiyo, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa barabara hiyo kwa kiwango cha lami. La kwanza ni kuwapeni pole, pole ni sana kwa changamoto hii ikirejea tena mwaka huu. Jambo la pili, Rais Samia amenituma kazi ifuatayo nihakikishe mawasiliano yanarudi sasa. Haya <laughs> madaraja yanaambatana na barabara kilomita mia moja na kumi. Amenituma nije kuambia pia, kutoka mahala panaitwa Lupiro mpaka hapa Malinyi mmeingia katika bajeti na mtajingiwa katika kilomita za lami hizi, ameshaniidhinishia <laughs> mimi nilikuwa naangaika kutafuta mkandarasi, ameniambia nije kuwatangazieni. Kwa hivyo tupo katika hatua ya kutafuta mkandarasi, tumpate. Hela ipo.